Tuliona moshi umefuka sana, tukazani labda kuna mataili yamechomwa, kumbe nyumba imeungua. Baada ya hapo, wananchi wote tulikusanyika tuli papa na kuangalia kuna shida ni nini, tukaanza kuokoa vyumba hadi vyumba, lakini kuna vyumba vimeteketea. Na faya tumewafuata mpaka pale nani kwenye ofisi yao, wanasema tunakuja, tunakuja. Moto umeanza kwa saa kumi na moja na nusu. Yaani, moto umekula vyumba vyote na vitu vya watu umeteketea, unavyoona wananchi wameokoa hivi vitu vyote. Yaani, um, moto mimi chanzo sikujua ni nini, kwa sababu nilikuwa nimekaa nime tu hapo sebuleni, naingia chumbani sasa kuwasha taa, nikaona taa ikawa napiga shoti. Baada ya hapo, nikawa nimeona moto, nikazima la kaka, nikatoka nje. Nilipotoka nje, kutoka nje ndo nakutana na moshi umetanda, chumba cha jirani yangu hapo Hivyo nikawa tu nimetoka nikawaita watoto watoke ndani na mume wangu alikuwepo, nikamuita, jamani, tuokeni moto. Nikatoka nje, nikaanza kupiga kelele huku nje, nikaita watu, jamani, njoo mtusaidie, moto huku kwetu moto. Watu ndio wakawa wamekuja. Mimi mm, nikawa nimetoka tu na watoto, sikuingia tu mle, na moto mle ndani kwangu moto ukawa umesha nani, kwa sababu kile chumba kilichokuwa kinafuata kilikuwa kina magodoro, kwa hiyo vitu vyote vikawa vimeteketea. Hivyo Zainabu Shabani, kwa jina anaitwa Zainabu Shabani ni mkazi wa ibi, kwenye hili eneo kwa hiyo moto ulipoanza kutokea, kulikuwa kuna shoti ya umeme. Sasa nikamwita jirani yangu mwenye haya magodoro kwa sauti kubwa sana, nikamwita nikamwita, nikapiga kelele, watu wakaja, tunapiga simu faya faya, haitaki kufika. Watu wote hao waona ndio waliokoa huu mzigo na mzigo mkubwa ndio uleteketea kwa maana hiyo, serikali sisi inatusaidiaje endapo tunapotokea shoti ya umeme alafu tena watu wanapiga simu kwa ajili ya afaya alafu hamna msaada wote. Kumi na moja kasoro moto umeanza. Kwa hiyo moto ulivyoanza, nikamwita jirani yangu mwenye uo, mwenye hiyo ofisi nilipiga kelele sana nikamwita jina lake, ndio alivyokuja akatoka na watu wote wametoka ndio akaja kuanza kuokoa hivi vitu vyote mnavyoviona vimeokolewa na wanaume eh, tumepambana na bado tumekosa mafanikio, vyumba vingine vimeteketea, mpaka saa hizi gari ndio linafika. Ni vitu vingapi vilivyoteketea? Ni vitu vingi sana vilivyoteketea vya jirani yangu, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara wa hapa na mimi ndio nilipiga kelele, na ndio maana hata sauti imekataa. Nipende kuwashukuru sana wananchi wote vijana, wanawake kwa wazee ambao wamehusika sana katika jukumu hili la kuweza kujitolea kuweza kuuzima moto huu. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga, niko na na walio chini yangu, la kwanza kutoa pole lakini la pili kuhakikisha tunaweka ulinzi hapa masaa 24 kama ambavyo umeona askari hawatatoka kwa sababu ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini hasa vifaa ambavyo vimeweza kuokolewa wakati tunaendelea kufanya tathmini. Ndugu zangu wanashinyanga, wake kwa waume, vijana, niwaombe sana msipige gari la zimamoto mawe, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa. Tunalo gari moja, hatujajua lilikuwa kipande gani, lakini wamefika. Tuko hapa sisi sote ni Watanzania, sisi ni wanashinyanga sisi ndugu zetu hapo hapo pia wanafanya biashara. kwa hatu hatupendi na tunasikitika kuona kwamba mali zimeteketea, lakini tunatafuta mwarobaini, nini hasa chanzo, ni miundo mbinu au ni nini hasa chanzo cha moto huu?